Mimi kwa majina anaitwa Saduni Isaac, eh, ni wakili wa mahakama kuu, ni wakili wa kujitegemea. Sasa mimi nataka nikupe mambo mawili mawili ya ya msingi msingi sana sana mambo sana ambayo mambo ambayo unatakiwa kuyafahamu kwa haya mambo. Nimeliona tukio lililotokea. Uh, nimemsikiliza, eh, mama aliyokuwa analalamika, lakini pia nikasikiliza maelekezo ya serikali kutoka kwa ofisi ya msajili wa ardhi kwa kamishna, nikasikiliza na watu wengine, lakini mimi nataka sasa nikupe ufafanuzi Sheria inasema nini? Sheria ipoje? Na tutakwenda katika ufafanuzi kwenye sheria lakini pia tutagusa masuala ya msingi yanayohusiana na maamuzi mbalimbali yalivyoamua kutokana na scenario za namna hii. Nataka kukufahamisha ni kwamba hizi scenario sio mara ya kwanza kutokea. Haya mambo mnayoyaona sio mara ya kwanza kutokea. Yapo mengi sana. Inawezekana ni huyo tu ndo umemuona, lakini mahakama imeamua kwenye haya mambo tofauti tofauti kulingana na mazingira yaliyopo. Sasa mimi nataka nikupeleke kwanza kwenye, kwenye swala la msingi. Tuelewe, tutaelewa mambo mawili kwenye hii issue. Kwanza la kwanza tutaelewa nini maana ya eh, matrimonial property na ni wakati gani unaweza kuzigombania yani wale, wale wale wenza, wakati gani, lakini pia tutagusia masuala ya spouse consent, hali ya mwenza wako unapokuwa unafanya mambo fulani, ni wakati gani inahitajika na ni nini kinatakiwa kufanyika. Sasa mimi naomba tuanze na swala la la la, la, la spouse consent. Spouse consent ni nini na ilitokea vipi? Hii ni, ni, ni, ni hiari ni hiari ya mwenza wako, hususan pale unapokuwa unatoa unauza kitu fulani. Hususan tunagusia mara nyingi sana, tunagusia yale masuala ya immovable property, zile mali zisizo ameshika. Kwa asilimia kubwa sana watu wanafahamu hivyo, lakini sio kweli, kwa sababu ili swala kwenye masuala ya eh, hiari ya mwenza wako yanakwenda mbali sana, yanagusa hata zile mali zisizo ameshika, lakini mimi naomba tuguse kwenye masuala ya hizi mali zinazo zisizo ameshika hizi ambazo asilimia kubwa sana watu umeona wakifuatilia ya masuala sasa tunapokuwa tunaongelea hali ya mwenza wako hii hali ya mwenza wako i, ni kitu endelevu, kimeleta mgogoro miaka ya nyuma sana. Mambo mengi sana yalikuwepo, lakini baadaye katika maendelezo wa sheria wakasitengeneza vizuri. E, suala la hiari ya mwenza wako kwanza limegusiwa katika sheria ya ardhi. Ukisoma okay, katika sheria ya ardhi e, kifungu cha 114 kinazungumzia vizuri sana kuhusiana na masuala ya hiari ya mwenza wako, unapokuwa unauza mali au unataka kukopesha au kufanya kitu chochote kinachohusiana na masuala disposition kwenye hiyo mali. Lakini pia wakatengeneza wakatukaenda mbali zaidi tukatengeneza kisheria moja inaitwa mortgage mortgage financing ili ya mwaka 2005. Na yenyewe ikagusia masuala ya mwenza hususan unapokuwa unataka kukopa benki na mambo mengine yaliyokuwepo. Sasa ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwa sababu gani? Katika kesi za nyuma kidogo, eh, watu walio wengi sana walikuwa nakopa. Yaani anakopeshwa na benki. Alafu ana, ana, ana hausishi mwenza wake. Baadaye inatokea ameshindwa ule mkopo e, eh, katika katika utekelezaji kwenye upande wa benki, wanakuja benki. Wanataka kutekeleza, yule mwenzake anakataa, anasema labda mimi hiari yangu haikuwa sawa sawa, haikupatikana wakati mimi nakopeshwa benki. Zilipata hasara kubwa sana, benki nyingi sana zilifilisika, kwa sababu zimerudi nyuma. Hazikufilisika kabisa, lakini zimerudi nyuma, kutokana na masuala ya spouse consent, kwamba hakuwa na hiari. Yaani, mume wangu usikuweka hiari yangu, anakuja ya pale inapambania hivyo kesi, unakuta ule mkopo benki haipati zile fedha, kwa sababu ya ule utaratibu wa ukopeshaji wa zile fedha. Sasa wakaenda mbali zaidi, mambo yakawa ni mengi sana. Sasa ikaja ikafanyika mabadiliko kidogo kwenye sheria. Kafanyika mabadiliko kidogo sana kwenye sheria ya ardhi, wakaweka sawa sawa na kwenye ile sheria ya mortgage financing. Wakaweka sheria kivipi kwamba muda mwingine e, eh, sisi wakopaji hususan wanza wana ujanja mwingi sana. Mimi naweza naleta na mwanamke ambaye sio wake. Yaani sio mke wake kabisa halali wa ndoa, au ana mwanamke mwingine anamleta pale benki, wanakuja wanasaini, anaonekana ndo mke halali anasaini ile mikopo alafu baadaye, sasa inapotokea changamoto, yule mwanamke halali ndo anajitokeza, na shida inaanzia hapo. Benki zikuwa zinapata hasara sana, hata pamoja pamoja na mabadiliko ya sheria, lakini mambo yakawa yanaendelea hivyo. Sasa ikawa changamoto sana kwenye upande wa benki, kwamba benki inataka kumkopesha mtu, sasa tunafanyaje? Tutapata uhakika gani wa kujua kwamba huyu mtu ni mke wake? Kwa sababu ndio mwingine, unakuta labda wao wanapangisha sehemu fulani, wengine wanaishi under presumption of marriage, chini ya dhana ya ndoa. Watu wengine ukifika pale wanauliza, wanasema kweli ni mke wake watu wengine wanafoji mpaka vieti vieti vinafojiwa, hivi vieti vya, vya, vya, vya ndoa hivi, mtu anakuwa na cheti cha kufoji, inakuwa ni changamoto kubwa sana sasa. Watengeneza mazingira kwamba e, wale wanaokopesha sheria ikafanyiwa mabadiliko, wale wanaokopesha, kama ni benki inapotaka kumkopesha mtu ambaye anadhaniwa au ana, ana, ana atakuwa na, mwe, yani anadhaniwa kuwa na mwenza, kitakachofanyika ni kitu kimoja e, uta, utakuja wewe mwenyewe, kama ni mkopaji, kama ni mimi, ni mkopaji nitafika pale, nitajieleza benki. Wataniuliza taarifa zangu za msingi, una mke? Nitasema labda sina mke. Wakisha sema sina mke, watafanya uchunguzi wao kidogo kujiridhisha kwenye hilo, lakini nitafanya kiapo mimi ku declare kwamba mimi kweli hapa nilipo sina mke, niko mwenyewe, sijaoa, sina ndoa ya aina yoyote. Kwa hiyo mimi nikifanya declaration ya kusema kwamba mimi sina mke, tayari kile kiapo changu ndo kitachukuliwa, kita, kita, kita na kitazingatiwa na kitaaminiwa kwamba mimi sina mke na zile fedha nitakopeshwa sasa nikishakopa sasa mimi tayari e, maana yake nimesha declare kwamba sina mke. Kwa hiyo hata yule mwanamke akija sasa atakuwa na changamoto ya kupambana na mimi nasio na sio na benki tena. Kwa sababu tayari e, sheria imeshaweka utaratibu wa kwamba mimi nikishafanya declaration kwamba sina mke tayari ile sheria itakuwa e, imemtoa yule mwanamke ambaye ninaye, imeniweka mimi burden. Kwa hiyo yule mwanamke atakapokuja kuraramikia utaratibu wa ukopeshwaji tayari kama kuna kiapo changu, eh, mwanamke atabidi aniwajibishe mimi mume wake na sio kuiwajibisha benki. Kwa hiyo utaratibu ukawa unaenda hivyo, na kuna kesi nyingi sana zilifunguliwa katikati na mambo mengi, yaani imekuwa ni changamoto. Ninavyokuambia kwamba ni changamoto, kwa sababu kuna kesi mpaka nyingine sasa hivi zinaendelea mahakamani zinazohusiana na swala la spouse consent. Kwa hiyo hiari ilikuwa hapo, lakini benki au mtu yoyote anayetakiwa kujiridhisha kuhusiana na swala la namna hii hususan kwenye masuala ya kukopeshana, kukopeshana zile fedha, mimi napofanya kiapo. Wewe unatakiwa ufanye uhakika uchunguze vizuri kwamba labda huyu kweli hana, hana mke la kwanza lakini la pili uhakikishe kabisa kwamba hiyo mali mimi ninayotakiwa kukopea ina jina langu peke yangu. Yaani hili mimi sina jina na mwenza wangu kwamba labda mimi naitwa e, Saduni e, pale kwenye ile hatimiliki wewe unanisoma mimi peke yangu. Lakini nikisha soma majina mawili kwamba Saduni na Mrs. Fulani tayari hapo itakuwa ni changamoto. Hakuna haja ya spouse consent ila kwa pamoja wote tutahitaji kuiali. Lakini hatimiliki kisha soma mimi jina langu peke yangu. E, na nikadeclare kwamba mimi sina mke kabisa, nikafanya kiapo, tayari hiyo mali mimi nitakopeshwa, na mke wangu atakuwa amezuiliwa kisheria kuja kulalamika kuhusiana na mkopo huo, kulalamikia benki, ila anaweza kanishtaki mimi na mambo mengine yakawa yanaendelea. Sasa pamoja na mambo mengi sana yaliyokuwa yanaendelea, mimi naomba likuweke wazi kwenye swala la spouse consent kwenye issue, na hapa tuelewane vizuri kabisa, twende sambamba. Spouse consent imekuwa ikitumika sana hususan kwenye uuzaji wa mali Mtu anakwambia mimi nataka niuze nyumba yangu ipo Kariakoo, niletee mke wako asaini. <manyai> Unajua kwenye sheria zetu kuna ndoa ya mke mmoja eh, kuna ndoa ya mume mmoja mke zaidi ya mmoja, lakini hatuna ule utaratibu wa kwamba mwanamke mmoja anaweza kaolewa na wanaume zaidi ya mmoja. Hakuna ah, utaratibu wa namna hiyo kwenye nchi ya Tanzania. Sasa kuna maana yake tunazungumzia ndoa ya, ya Kikristo na tunazungumzia ndoa ya, ya, ya Kiislamu. Sasa tunapokuja kwenye swala la ndoa ya Kiislamu unakuta mwanaume na wana wanawake wanawake wanne wana wana wana ana mali yake moja na nataka kukopea kwa pale Kaliako. Consent hii suppose consent tunayosema inatoka kwa nani? Wanahitajika wailete wote kwa pamoja wanawake wanne, au inatakiwa itoke kwa mwanamke wa kwanza na aishi naye kwenye ile nyumba? Consent inatoka wapi? Hiyo ni changamoto bado kwenye upande wa tafsiri ya sheria, bado ni changamoto, lakini wanachokifanya watu ni kwamba kwa sababu ile ile nyumba ikiwa ni makazi ya kuishi, watu wanaamini kwamba mwanamke unayeishi naye pale ndiye anayetakiwa kutoa consent ili mimi nika uze hiyo mali au nika kopeshwe. Sasa nitakupa mfano wa kesi mbili maarufu sana ambazo zimezungumzia hilo jambo. Moja ilikuwa inazungumzia habari ya forgery. Ilikuwa ni forgery kwenye spouse consent kama ile iliyotokea. Huyu alikwenda mwanaume na alikuwa anataka ku, ku, ku, kuuza, kukopesha benki, alikuwa anataka kukopesha benki, akaenda aka forge aka signature ya mke wake kwenye spouse consent, akaipeleka benki ya KCB Tanzania Limited kwa ajili ya kukopesha fedha. Benki ikapitisha ikaamini, kwamba ile ni spouse consent, basi yule mtu akawa amempatia mkopo wa fedha. Walipompatia mkopo wa fedha, kumbe ile consent mwanamke aliyokuwa ameitoa sasa, hatujajua kwamba ilikuwa ni forgery kweli au ni mkakati umetengenezwa, kama nilivyokueleza, hii mikakati inatengenezwa. Hii naweza ikatengenezwa na, na wa, we, wanandoa wenyewe kwamba mimi nimeshakopa, nimeshashindwa, tutengeneze mfumo sasa, zile fedha, tuangalie ni namna gani tutapambana na benki. Hiyo mifumo ipo, na sitaki kwenda sana huko lakini, huyu dada alikuwa anaitwa Joe Sara Joeli Mahanyu dhidi ya KCB benki. Alichokifanya yeye alisema kwamba ile ile ile ile consent iliyoletwa na mume wake ili, iligushiwa. Ilikuwa ni ya kugushi. Yaani maana yake kwamba aligushi signature yake huyu mwanaume akaja akakopa benki. Basi kesi imeenda imeenda akashindwa baraza la ardhi la wilaya. Aya alivyoshindwa kesi baraza la ardhi la wilaya akakata rufaa. Hii kesi ilikuwa Arusha. Na imeamuliwa na Jaji Mwaseba mwaka 2023 tarehe 14 mwezi wa yule mama amepambana sana mahakamani, of course kuhusiana na swala la spouse consent kwamba mimi sikuiyali wakati mume wangu anakopa zile fedha. Kwa hiyo mimi naomba mahakama ibatilishe ule mkopo kwamba ulikuwa ni batili kwa sababu mimi sikuweka iyali yangu wakati wa kukopesha. Mahakama imesikiliza vizuri ushahidi wote uliotolewa, na kwa sababu alikuwa analalamikia watu wawili hapa, mume wake pamoja na hiyo benki. Sasa kilichofanyika ni nini, jaji alichokiamua kwenye hii kesi? Iko hivi, na twende nayo na ipo ni principle na inafanya kazi mpaka sasa hivi. Vizuri sana mahakamani, alichokisema ni kwamba kwa sababu yule mwanaume ndiye aliyekopa zile fedha, na kwa sababu hati miliki ilikuwa inamsoma yule mwanaume katika majina yake halisi, na ile hati miliki ilikuwa isomi majina mawili, kwa maana ya kwamba Mr and Mrs, na yule mwanaume ndiye aliyeleta ile spouse consent, ile yali ya mwanamke ya kukopeshwa zile fedha. Kwa hiyo jaji alichokiamua ni kwamba benki ilikuwa sahihi kuchukua ile mali na kuiuza na mwanamke anashitakiwa kufanya huyo Bi Sara Joeli Mahanyu anatakiwa afungue kesi dhidi ya mume wake. Yaani, mwanaume kama amechukua zile fedha akapeleka iari ya fojari ya kugushi kwamba mke wangu karidhia nikope, ukigundua kwamba tayari zile fedha ameshapewa labda mkopo umemshinda ume, ume na we umekuja kugundua hapo katikati, usikimbilie benki, utaangukia pua Unachotakiwa kufanya ni kwenda kumfungulia mashtaka mme wako, yeye. Kama ni madai, ukamfungulia kesi ya madai. Sasa sijajua utaendaje, lakini ukamfungulia kesi ya madai mme wako kudai hicho kitu ambacho ulikuwa unatakiwa kukipata kutoka benki. Na hii ni principle ambayo iko wazi, haina shida ya aina yoyote. Kwa hiyo, unapomaliza mwanaume, mme wako anapokopa zile fedha au akauza mali amba, bila kukuhusisha wewe kwa kuweka hiari yako kama mke au kama mume yani, mwenza maana yake akafanya hicho kitu lakini, ili hati miliki ya umiliki wa lile eneo alikuwa analimiliki yeye mwenyewe katika majina yake yani, hati miliki inasoma jina lake. Kwa vyovyote vile, usipotoa hiari ya kuuza au kukopeshwa au akafanya forgery, akagushi signature yake kwa kuonyesha kwamba wewe umeiari auze au akopeshe, usidai aliyenunua wala usiende kuishtaki benki iliyomkopesha bali unatakiwa umfungulie kesi yeye mwenyewe binafsi yeye mwenyewe binafsi, udai haki zako kwenye hiyo mali. Ndicho kilichoelekezwa kwenye hii kesi, na ndo kipo hivyo hivyo hivyo, lakini pia kimesisitizwa pia. Hii kesi ya 2023 kimesisitizwa pia kwenye kesi ya Equity Bank Equity Bank e, eh, alikuwa na Faraji KT dhidi ya Lucy Makela, hii ni civil hii ni kesi ya madai, ni ya pili ni, ni, ni, ni rufaa sivili ya madai namba 335 ya mwaka 2020 na, 20, na imeamuliwa mwaka 2025 na, na mahakama ya rufani imeamuliwa mwaka 2025 na, na mahakama ya rufani hii kesi imeamuliwa tarehe 26 mwezi wa pili mwaka 2025. Scenario ilikuwa ni hivi hivi na alioongoza ile jopo la maja, majaji wa mahakama ya, Ma, ya rufani alikuwa anaitwa ni Jaji Mgeyekwa majaji wa mahakama ya rufani alikuwa anazungumzia swala hili hili na watu walitoka huko huko chini wakiwa wanapambania hii e, hiari ya mwanaume kukopa benki bila e, kupata hiari ya mwenza wake. Mwanaume kakopa benki bila kupata hiari ya mwenza wake. Jaji alichokizungumza hapa ni kwamba spouse consent sio lazima kwa e, mali ambayo inamilikiwa na jina la mtu mmoja. Kwa hiyo Equity Bank ilishinda hii kesi dhidi ya Rusi Makela. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anazungumzia habari ya baria kupata hiari kwamba mume wangu mimi akupata ya hiari yangu mimi wakati anakwenda kukopa Equity Bank. Lakini yule mwanaume wakati anakwenda kukopa Equity Bank alidanganya Equity Bank. Akasema mimi sina mke. Na alivyoidanganya Equity Bank kwamba mimi sina mke akafanya kiapo. Alivyofanya kiapo kwa mujibu wa sheria, kile kiapo kinakubalika na katika mabadiliko ya sheria iliyofanyika yalikubali kwamba mwenza huyu anayetaka, huyu mtu anayetaka kukopa. Akifanya kiapo kwa kusema kwamba mimi sijaoa. Sina mwenzangu mimi. Benki inachukua kile kiapo inakiweka kwenye lile faili, kwa kudhibitisha kwamba hana mwenzake huyu, amesema hivi. Kwa hiyo ana, wanampa mkopo. Kwa hiyo wewe ukimshinda ule mkopo usi, usikimbilie benki, unaangukia pua. Nenda kastaki huyu mwanaume aliyekopa fedha na akashindwa kujirejesha, nenda ukafungulie kesi, udai haki yako kupitia staili ya namna hiyo, Ukienda benki unaangukia pua, na hii ni kesi ya mahakama ya rufani ambayo ndo current sasa hivi ya mwaka 2025 ilichokiamua, sio lazima kutoa hiari kwa mwenza wako akope, hususan kwa zile mali zilizo jina lake mwenyewe binafsi. Ukienda unaangukia pua, kama ilivyoamuliwa kwenye kesi ya Equity Bank dhidi ya Lucy Makela. Kwa hiyo suala la spouse consent kwa ujumla wake ni kwamba e, usifikiri kwamba kuna ulazima wa wewe kuiari mwenza wako auze au wakope benki kwa kigezo cha kwamba mimi na yeye ni wanandoa. Hautakuwa na nafasi ya namna hiyo as long as ile mali inasoma jina la mtu mmoja, atakwenda kule atafanya zile taratibu na atakopeshwa vizuri sana tu. Sasa hilo swala la spouse cause tumelimaliza, sasa tuje kwenye swala la matrimonial property. Hii ni changamoto. Ni wakati gani unaweza ukadai maswala au kuzungumzia maswala ya matrimonial property? Hapa watu wanachanganya sana. Watu wanachanganya sana na ndaliweka sawa sawa. Matrimonial property ni zile mali za pamoja za wenza ambazo wamezipata pamoja. Inawezekana mmezipata katika kipindi cha ndoa au mmoja kazipata kabla ya kuoa ila ukaziendeleza. Ndio maana ya matrimonial property. Zimepatikana ndani ya ndoa katika kipindi chenu au zimepatikana na mtu mmoja lakini ukashiriki katika kuziendeleza, tayari zitabadilika zitakuwa mali za wanandoa. Ni wakati gani unaweza kudai hizo mali? Hapo watu ndo wanachanganya mambo. Hizi mali za wanandoa hizi zina mambo yake, na naomba nikwambie usichanganye kabisa haya maswala. Mali za wanandoa uwezi ku, na kwanza huwezi kudai mali za wanandoa wakati mwenzako hayupo tena. Unapozungumzia habari za wanandoa, tunazungumzia habari ya mume na mke wote wakiwa live. wakiwa wako hai Habari za masuala ya wanandoa, mali za wanandoa tunazizungumzia mahakamani, na tunazizungumzia katika wakati gani? Tunazizungumzia katika mashauri ya talaka na ndoa. Hapo ndipo mahakama inaweza ikakaa chini ikaamua, hii ni mali ya wanandoa au mali sio ya wanandoa. Watu wanachanganya, anakwenda kuzungumzia maswala ya, maswala ya mali za wanandoa kwenye maswala kama ya mirathi uwezi kuzungumzia habari ya hii mali nilipata na mme wangu kwenye shauri la mirathi, kwa sababu unazungumzia mtu umepata na mme wako kwenye shauri la mirathi, mtu ambaye hayupo tena. Hii swala la maswala mali ya manandoa inatakiwa azungumzie maswala hayo mahakamani kwenye shauri la taraka na ndoa ambalo utakuwa umelifungua dhidi ya mwenza wako. Kila mmoja adhibitishe mchango wake na mahakama itoe uamuzi. Usijichanganye kupoteza muda wako kwenda kuzungumzia masuala ya mali za wanandoa kwenye shauri la e, kama hili la kukopeshana, mwenza wako hayupo tena, ameshafariki au kwenye shauri la mirathi. Usijichanganye kabisa na utaangukia pua. Ni maamuzi ya kesi nyingi sana hapo, hivyo anasisitiza hicho kicha namna hiyo. Lakini e, mtu mwingine anaweza akasema ni mimi, mali za wanandoa ni sawa, umesema nisizungumzie kwenye masuala ya mirathi nisizungumzie kwenye maswala ya ya wakati nadai haki yangu dhidi ya benki fulani au taasisi fulani niyazungumzie wapi? Wewe ukiona mwenzako kakopa benki apewa mikopo ya fedha, zile fedha kapewa, kashindwa kurejesha zile fedha, na hakupata hiari yako au amepata hiari yako, lakini kwa uuni kafanya uuni, wai mahakamani kafungue shauri la taraka haraka sana iwezekanavyo. Kwenye lile shauri la taraka ndo tuamue, tukae chini, mahakama ikae ione, iamue iseme imali ni ya wanandoa, ili itakaposema ni ya wanandoa inatoa asilimia kwamba huyu apate kiasi hiki, hiki huyu apate kiwango hiki. Itakusaidia hata pale benki inapoenda kuuza, hata zile asilimia zako zitokee kule benki zije kwako. Inawezekana umeshajichanganya kasha kopa tayari, zile fedha kakopa tayari, zile fedha kashapata, au kapeleka forgery, kapeleka hati ya kugushi ya signature yako ili apate ya mkopo. Ukishagundua kitu cha namna hiyo, peleka caveat kwanza kule ardhi, ikae wajue kabisa kwamba kuna mtu ana interest. Lakini kwenye caveat yako ile ile kavieti yako unavyoipeleka watu wanakosea, usiseme hii ni mali ya wanandoa. Hapana, sema hii ndiyo, sema hii ni mali ya wanandoa lakini naomba masijara hii ya ardhi kisifanyike chochote kitu humu, nimeshafungua kesi la taraka namba fulani makamani kule. Kavieti uiweki tu kwamba naweka kavieti tu kusubiri tu. Ah ah, kavieti unayoiweka pending what, inasubiri nini? Hii caveat hii zuio unaloliweka ardhi linasubiri nini? Linasubiri nini? Sababu mimi nikisema mimi na interest au na maslahi kwenye hii ardhi, niambie, waambie watu wa ardhi naweka hii caveat. Ni kwa sababu caveat ni zuio la muda. Nipishe, naomba tupishe shauri namba fulani. Kwa hiyo caveat ukishagundua kisha gundua kama mume wako au mwenza wako au mke wako kachukua ile matrimonial property. Kaenda nayo kule, kafanya mambo yake anayetaka kuyafanya, Alafu umegundua kwamba ameyafanya ambavyo sipo, peleka caveat ardhi kwanza. Kabla hujapeleka caveat ardhi, fungua kesi aidha ya shauri la taraka au shauri la madai la kawaida, sheria inakuruhusu kabisa. Alafu ukishafungua kesi yako ukapata kesi namba, chukua kopi, ambatanisha nyuma ya caveat, peleka ardhi, kwamba kisifanyike chochote kwenye hii ardhi mpaka shauri langu la taraka itakapoisha. Hii itakusaidia nini? Itakusaidia mambo yafuatayo. Ukisikiliza shauri la taraka likaisha na mahakama ikasema kwamba hii ni matrimonial property, ni mali ya wanandoa, kitakachofanyika ni nini? Mahakama ikishakugawia asilimia zako thelathini kwa sabini au hamsini kwa hamsini kwa kadri itakavyoona inafaa, itakusaidia nini? Benki hata atakaposhindwa mkopo, benki inapoenda kuuza, itakusaidia zile fedha, benki inavyouza, ikilipa mkopo zile zinazobaki upate. Au itakusaidia nini? Itakusaidia hata kama benki itauza ile mali itakusaidia wewe kupata kwenye zile mali zenu nyingine mlizo nazo, yani ile percent yako ambayo ilitakiwa upewe kwenye ile nyumba ambayo mme amekopa kimakosa. Itakusaidia benki, itakusaidia wewe tu akaunti vizuri irudi kwenye mali nyingine mlizo nazo. Sijui kama mnanielewa. Yani inawezekana labda tuseme mna nyumba labda tano, na nyumba tano, zile nyumba tano mlizo nazo, mme kaenda kakopea nyumba moja bila kukupa taarifa umekwenda umepambana kwenye mashauri yako ya taraka makama imesema labda hizo nyumba tano upewe nyumba mbili au zipigwe hesabu za pamoja upewe asilimia thelathini abaki na asilimia sabini. Sasa kwa sababu ameshakopesha ameshakopa kule mkopo benki na ameshindwa aidha, hey, kurejesha ule mkopo itakusaidia nini? Itakusaidia kwenye kaunti zile thamani za zile nyumba zenu zote kwa pamoja, ili upate hesabu yako vizuri, bila kujali ule mkopo yeye aliyokopa kwa hiyo unachoweza kushauri wana ndoa kulingana na maamuzi mbalimbali ya mahakama yanayotoka, ukigunua mwenzao kashakopa kwenye mali ambayo unaamini ni mali ya wanandoa lakini ina jina lake peke yake, wewe unachoweza kufanya ni kufungua kesi ya madai au kufungua shauri la taraka upate mgawanyo wa mali. Itakusaidia wewe pale mahakama itakaposema asilimia thelathini kwa sabini, itakusaidia wewe kwenye kupiga hesabu valuation ya vitu vyote kwa pamoja upate asilimia zako vizuri, bila kujali ule mkopaka aliyokopa. Kwa hiyo masuala ya matrimonial property usiaongelee kabisa kwenye shauri la mirathi. Pambana na mwenza wako akiwa bado yuko hai. Ukipambana na mwenza wako kwenye masuala ya mirathi, yani unaongelea mali ya matrimonial property kwenye shauri ya mirathi, unaangukia pua mapema sana. Usizungumzie masuala ya spouse consent. Mtu mwanaume kishakopa benki, ameshindwa mkopo, unakuja mahakamani, unafungua kesi, unasema mume wangu hakupata yali au moja mbili tatu, unapigwa mapema sana Azironga ile mali ina jina la mume, imesajiliwa na alienda kukopa benki, akafanya declaration kwamba hana mke kwa kiapo, utapigwa mapema sana. Utakuwa unapoteza tu muda mahakamani. Umeshtakiwa kufanya wahi mapema, fungua shauri la aidha la taraka na ndoa mgawane mali kule, au fungua kesi ya kawaida kudai mali yako. Huu ndio utaratibu kwa mujibu wa sheria. Asante kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka, Msomi News.